Mwisho, nitamalizia maudhui yangu, kuna baadhi ya mambo aliyataja akasema pale, miongoni mwa bida ni kukuta Waislamu, yani kwamba sisi nyuma kataza mambo ambayo mambo, mambo, sio bida bwana ha? mekazania maulidi bida, mambo ambayo sio bida. Mambo ya bida ha? ni kukuta Waislamu kitu kimoja, ukawagawa miongoni mwa wa bida ni kuwakuta waislamu wa swali Eid nchi nzima ukaanzisha yako. Miongoni mwa bida ni tajisimu kumpa Mwenyezi Mungu kiwiliwili. Hizo ndio bida bwana. Sasa mnawabadilisha mnabadilisha mambo mengine ambayo hata si bida bwana. Kwa hiyo sisi kitaa kupinga bida, tupinge haya kwanza, nikianza na hili la tajisimu Sisi tutasema ahlu sunna ni katika watu wanaoongoza katika kulipinga jambo hili la kuleta lugha za bid'a kuzithibitisha au kuzikanusha. Ukimsoma Shekhu Lislam Ibn Taymiyyah katika Majumua Lfatawa juzuu ya tano, tayashuhudia haya kwamba sisi tunapinga masala ya kumfananisha Allah na kiumbe au kumsifu kwa jambo ambalo hakujisifu nalo. Hakujisifu yeye kwamba ni jismu, ni haramu kujisifu kwa hilo. Sawa, ndi msimamo wa ahlussunnati waljamaa, na katika hili kuna maneno mengi, isipokuwa kumalizia kwenye nukta hii kwa kusema kwamba Mu'tazila, Jahmiya na wale ambao wanafuata wameathirika madhhabia ya watu hao, wao wanaona kwamba kumsifu Allah kwa zile sifa alizojisifu nazo kwa dhahiri yake kwamba ndio tajisima, na wanawaita Ahlusunna mushabbiha, wanawaita Ahlusunna ni mujassima. Haya maneno waliyazungumza zamani, wanawazoni Alimamu Abu Hatim Muhammad bin Idris Alhandhali Arrazi al

watu wa bid'a kuwabambika nao ahli sunnah wal jamaa wanawaita mushabbiha, wanawaita uh, mujbira wanawaita hashawiya na lugha kama hizo, lakini lengo ni kutaka kuwakimbiza watu na kuwachukia, kutia chuki watu kama anavyoeleza al-Imam al-Dhahabi rahimahullah taala. Sasa isije ikawa na wewe na katika mwenendo huo al-Imam al-Sheikh al Abdul Qadir al-Jilani

tasmiyatuhum ahlu lathar bil hashawiyya, ni kuwaita ahlu lathar kuwa ni hashawiya. Ina maana nyingi hashawiyya, miongoni mwa hayo ni watu ambao wana maarifa mepesi kabisa, hawana maarifa ya ndani. Wengine wasema hashawiyya ni maana ya hashwi, kuchundia. Wao wameingiza Allah katika ulimwengu, moja katika maana hizo. Kuna maana nyingi tofauti zinazotajwa. Wayuriduna ibtala al-athar, na wanataka kuzibathilisha athar

Mashia katika alama zao ni kuwaita Ahlusunna kuwa ni nawasib na mfano wa maneno hayo, lakini maneno hayo utayapata kwenye kitabu chake Al-Ghunia. Sasa na yeye anasema tajisim, sawa, tajisim ni jambo baya na ndio maana Ahlusunna wanaipiga vita. Ukitaka ushahidi wa hilo wa soma sharh hadithi nuzul ya sheikhu shaykhu lislami Ibn Taymiyyah rahimahu llahu taala, amepinga masala haya akayafafanua kwamba yapingwaje na yaelezwa vipi ama kuhusu suala la kwamba aa, miongoni mwa bidha ni kuwakuta waislamu waswalihidi nchi nzima ukaanzisha yako mi nataka kuuliza swali tu tujalie kwamba hiyo ni bidha tufanye kwa sababu kuna mambo mingine naambiwa haya ni maasi eh? sio kila maasi ni bidha lakini sasa watu hawajui maana bidha ni nini mtu ajisemea tu haya tujalie bidha Je, uki, ukienda katika mji ukawakuta watu wenyewe watu wa mji mzima waswali ijumaa moja, alafu wewe ukaanzisha ijumaa yako, sio bidaa? Maki maaa mazungumzo jambo hey, mekuja kuwagaa Waislamu, mekuja kuwagaa Waislamu. Watu walikuwa nchi nzima waswali ha, waswali hili pamoja leo idi, sitoke mara mbili kwa mwaka ijumaa. Tokea mara ngapi kwa mwaka? uenda kwenye kijiji cha watu wawafiki mia mbili waswali ijumaa, hawa wenye kuswali wenyewe arobaini, matatizo waanzisha ijumaa yako. Si hapo Mtimbwani ilitokea? Pana ijumaa pale, ipo Shamsia, wakaanzisha ijumaa aa, hojaanzisha mkawagawa Waislamu, kila ijumaa mkawa na ijumaa, mzozo ukaingia baina yenu na baba, mzozo kwelikweli. Haifai, wanasema haramu a wasema haramu kiji kimoja kwaipai kwa juma mbili. Mimi nazungumza historia ili mfahamu kwamba hawa watu wanakwenda bila ya misingi, na sisi tunazo hoja za kuwahoji. Kama kuwagawa watu kwa sababu ya kuswalia idi ndani ya nchi, kwamba kuna idi zaidi ya moja, kwa hiyo ni bid'a, kwa hiyo tukome, tusiwakataze bid'a yenu, tuache kwa sababu sisi na, na, na, na, na, na na sisi tuna zetu na sisi tuwauliza kama hiyo ni bid'a Je, kwenye kijiji kimoja kuwagawa watu kwenye Ijumaa mbili? watoshamsia wakaja na maneno tena. Huyo shekhe alifariki, ambaye mwenye kitabu akasimama akaleta hoja kwamba alimamu al-Bajuri katika hashia yake amesema yafaa. Huyu hapa Bajuri kasema, akawasomea mshafi mwenzao kwamba Bajuri kasema kuwa yafaa sasa siwajibu kwa hoja, lakini siwajua tena watu ahlulbidha masufi walivo. Ukiwashinda kwa hoja, wata kushinda kwa ngoma. Wakatoka na ngoma wale wakawa wapiga mazefu, kila mji wapiga ngoma, hatumtaki Bajuri, nyimbo yaimbwa, sijui kama imeachwa siku hizi, hatumtaki Bajuri, na watu waruka, wacheza, wamsherekea mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa watu wenye vituku, kuna mleo utawaweza? Mimi nauliza mtu mwenye vituko vya namna hiyo, kumbe ukimshinda tu akuimba ah, tunga kasida, akuimba we, hujasoma kasome tena ah, waimba tu, jibu hoja. <laughs> Kwa hiyo amesahau hii, ajua, lakini lakini alisahau kwamba nyinyi bidaa hiyo. Sasa kama mkataa bidaa, bidaa sindo hizi bwana, kumbe yote mbida, wajua maasi katika mambo ya maasi, kama hakuna sababu ya msingi kama hakuna sababu ya msingi, na katika mambo yenye khilafu baina ya watu baina ya wanazuoni yanapoingia katika mahali na kila mmoja akashika msimamo wake, haiambiwi huyu kafanya bid'a. Kama hoja zipo hata hiyo idi pia, kwani mara ngapi huku Tanga watu walikataa mwezi uliotangazwa na Bakwata wakhidi zikaswaliwa tatu iko mwaka ilitokea hivi sasa. Sisi akaturudi katika meza, shehe, wewe unakusudia nini unapozungumza maneno haya? Sisi hoja zetu ni hizo, hoja zetu ni hizo tulizozileta kuhusiana na nukta ulizozitaja na ni nukta mbili tu sisi tumezitaja hapa, ambao tumeigeza umezigawanya katika kipengele kwa hiyo inshaallah hii ni majilisi ya pili, majilisi ya tatu, tutakuja kuelezea maneno yanayofuata baada ya hayo. Kwa hiyo mimi si shurutishi kwamba lazima mtu ajibu au afanye kadha, kwa sababu lengo si mtu fulani au watu fulani, lengo ni watu wasikilizaji, wanataka kuelewa kuna nini. Kwa hiyo hayo maneno yanayozungumzwa kwamba katukana mtu fulani, ni maneno ya uongo tu ni kutaka kukwepa hoja, hakuna ushahidi wowote katika hilo. Sisi tunaona kwamba mwanachuoni yeyote si maasumu, anaweza kupatia na anaweza kukosea, na anayekosea katika katika jambo la dini akosolewa. Kama hutaki kukosolewa, nenda kaakaporini, kakate mkaa, kakate kuni, achana na shughuli za elimu. Ukiingia katika jambo la elimu na ukakosea, utajibiwa kwa hoja. Kitu kibaya ni mtu kuzungumza tu maneno, kurusharusha, hana hoja na chochote, ajiendea tu, au mtu hana historia yoyote ya kusoma akakaa katika kuzungumza tu. Watu kama hao ni watu hatari katika dini. Historia yako ho ya kusoma ni ipi? Wao wenyewe wakwambia, wajua <todicomu> hawa elimu yao bwana haina sanati elimu. Hapo nimemaliza jamani, mhadhara, lakini nataka weka sawa haya maneno. Hawana sanati, sisi tuna sanati mpaka kwa Jibrili Alafu yatajwe ni lesana fulani kasoma kwa fulani, fulani kasoma kwa fulani, fulani kasoma kwa fulani. Kwanza mi nawaambia masala ya ijaza katika mambo ya ilmu hii ni sunnatu muttabaa iko kwa Ahlusunnat Waljamaa, na mtu katika mambo ya ijaza katika zile njia za upokezi wa habari ni kupewa ijaza, mtu anapokea kutoka kwa shekhe ima kwa kiraa kwa shekhe au kusikia maneno yake au kupewa ijaza hiyo, ipo na hiyo ni silsila ya ilmu fulani kasema kwa fulani kutoka kwa fulani, fulani. Wengine wajua, wengine hawajui, wengine hawajui ni silsila zao, kama vile ambavyo wengine hawajui nasabu za baba zao. Haina maana kwamba mtu kwamba hajui nasabu yake basi mwana haramu au yeye si mtoto wa Adam. Sio hivyo kwamba ah, wewe wametaja nasabu yako mpaka kwa, kwa, kwa, kwa, kwa Nuhu, alafu anzi kutaja, ukishindwa basi wewe si mtoto wa Adamu, si mwanadamu, ndio hivyo, haiwezekani. Kama wajua na hayuko mtu e, sawa. Kwa hivyo hivyo, katika ilmu wako wanaojua na wako wasiojua, lakini swali la kupia na ijaza lipo. Na ijaza kwa mfano mimi na ijaza ya kutub sitta kutoka kwa shekhe wangu fulani kutoka kwa fulani kutoka kwa fulani mpaka kwa Imamu Bukhari, sawa. Au mimi na ijaza ya baadhi ya hadithi kama mfano hadithi ya al-musalsal bil awwaliya kutoka kwa shekhe wangu fulani mpaka kwa Sufyanu Thauri sawa, na kuendelea, al musalsal bil awaliya, hili ni jambo lipo. Lakini sasa katika taratibu za elimu, ukishapokea kitu fulani usifanye tadlis. Kuna kitu chaitwa tadlis, na inagawanyika tadlis katika mafungu mbalimbali. Kuna moja inaitwa taswiya sawa, kuna tadlis ya shuyukh sasa kuna tabia ya tajlisi, mtu labda amepokea tafsiri mathalan kama tafsiri ya Aljalalain, mfano Sheikh Abdallah Saleh Alfarisi, kwa ya tafsiri yake utaja silsila yake ya ilmu kutoka kwake mpaka kwa imamu Jalaludini Almahali na Jalaluddini Suyuti. Hili ni tafsiri ya Jalalain. Sasa asija akakaa tena akaja akataja silsila yake kwamba mimi elimu yangu elimu yake yote na yote anayoyafanya kwamba silsila yake mbaya kwa mba Suyuti mba unanielewa? atakiwa ataje kile ambacho amekipokea kutoka kwa huyo shekhe wake mpaka kwa Suyuti. Sasa wewe umepokea sanadi yako mpaka kwa alimamu lmuzani mpaka kwa alimamu shafii mpaka kwa alimamu malik mpaka kwa Nafi mpaka kwa Ibn Umar mpaka kwa Mtume sallallahu alehi wasalam mpaka kwa jibrili mpaka kwa Rabbul Alamin, lakini silsila hii niliyopokea ilikuwa ni kitabu gani? Elimu yote, nyiradi zote, maulidi pia yamo. Mtuambie, ya ya, ni kitu gani? ho ni elimu yote, mantiki, mustalahu alhadithi, sunani, vitu vyote hivyo, ndio hivyo mpaka wabeza wengine silsila. Alhamdulillah, silsila elimu tuko nayo, alafu yoyote pia mimi si nusu hiyo mnataja nyini en bipia nusu ankatn ulisoma. Ah, tu hujaelewa wee, basi nimeelewa sehemu nyingine. Kwa hiyo nataka kusema kwamba hakuna haja ya watu kuleta maneno haya na yani, tujibu hoja tunazozileta mezani. Maneno haya niliyotaja nani mianukuu kutoka kwa msemaji, na ndivyo hivyo hivyo, na tuna hoja hiyo taadhimu mnayozungumza nyinyi ni ipi? Ndio haya maulidi? Hakuna namna nyingine, wa likulli wijhatun huwa muwaliha. Upi huo wajihi mwingine huo unaosema nyinyi ni upi aliofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam? Dini ni moja tu na mtume ni mmoja sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na ametuachia mwongozo. Hakuna jambo lolote laweza kutoka karibu na pepo ila amelibainisha mtume sallallahu alaihi wasallam, wala hakuna jambo lolote linalotweka mbali na moto isipokuwa amelibainisha mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. wabihadha alqadri alkifaya wa sallallahu sallam ala nabiina Muhammad subhanak Allahumma wa bihamdika washhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Leo maneno yamerefuka. Kesho inshaallah tukianza kusema, hatutaanza kurudi nyuma.